DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni. Ni wakati mwingine mtulivu kabisa. Ninakualika msikilizaji kwenye matangazo haya ya jioni moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn, ikiwa tayari ni saa 12 kamili za jioni huko Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu utakaowasikia, naitwa Lilian Mtono. DW habari ulimwengu msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Viongozi wa Ulaya wapanda jukwani Davos. Israel ilianza kuvunja majengo ya shirika la UNDRA Jerusalem Mashariki. Na Urusi yashambulia gridi ya umeme ya Ukraini na kuathiri nyumba elfu tano mia sita. Habari kamili ba Rais wa halmashauri kuu ya umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen leo ameuelezea mpango wa rais Donald Trump wa Marekani kuziwekea ushuru nchi za Ulaya kwa kupinga mpango wake wa Greenland kama kosa, hasa kati ya washirika wa muda mrefu. Von der Leyen alikuwa akizungumza Davos nchini Uswisi, kulikofunguliwa rasmi jukwaa la kiuchumi la dunia, ambapo ameutilia shaka uaminifu wa, wa Trump akisema mwaka jana alikubali kutoziwekea ushuru zaidi nchi za umoja Ulaya. Wakati huo huo, rais wa Faransa Emmanuel Macron amesema ulimwengu unapitia kipindi ambacho sheria za kimataifa zinapuuzwa na sheria zinazoonekana kuwa zenye umuhimu ni zile za wenye nguvu tu. Akiwa Davos, Macron ameilani hatua ya Marekani kutaka kuidhoofisha Ulaya kupitia makubaliano ya kibiashara ambayo yanakiuka maslahi yake uuzaji bidhaa nje na kulitaka bara hilo likubaliane kikamilifu na matakwa yake. Aidha, Macron amesema hakuna mkutano wa kundi la mataifa saba yaliyoendelea kiuchumi duniani G7 uliopangiwa kufanyika siku ya Alhamisi. Jerusalem, polisi nchini Israeli imevamia makao makuu ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi wa Kipalestina ki UNRWA na kuanza kubomoa majengo. Haya yameripotiwa leo na Umoja wa Mataifa pamoja na vyombo vya habari. Vyombo hivyo vya habari vya Israel na Palestina vimethibitisha kuanza kwa ubomoaji wa majengo hayo. Shirika la Undra katika ukanda wa mashariki ya kati pia limethibitisha kuwa maafisa wa mamlaka ya ardhi ya Israel walihusika kwenye operesheni hiyo. Katika chapisho kwenye mtandao wa kijamii wa X, mkuu wa UNRWA Philippe Lazzarini amelani hatua hiyo na kuitaja kuwa kiwango kipya cha ukiukaji wa wazi na wa makusudi wa sheria za kimataifa, ikiwa ni pamoja na haki na kinga za Umoja wa Mataifa uliofanywa na taifa la Israel. Lazzarini amelitaja tukio hilo kama shambulio ambalo halijawahi kutokea dhidi ya Umoja wa Mataifa na kuonya kwamba linaweza kutokea kwa shirika lingine lolote. Ameongeza kuwa hatua hiyo inapaswa kuchukuliwa kama tahadhari Kivu. Urusi imeshambulia Ukraine kwa zaidi ya droni mia tatu na makombora katika shambulizi la usiku kwenye gridi yake ya umeme. Haya yamesemwa leo na rais wa Ukraine Volodimir Zelenski, huku Urusi ikikosa kutoa ishara kwamba iko tayari kukomesha uvamizi huo. Meya wa Kiv Vitali Klitschko amesema shambulizi hilo lilisababisha kukatika kwa umeme katika zaidi ya majengo elfu tano mia sita ya ghorofa kwenye mji huo mkuu. Takriban asilimia themanini ya majengo yaliyoathiriwa yalikuwa yamerejeshwa umeme hivi karibuni baada ya shambulizi kubwa la Urusi mnamo Januari tisa, lililoathiri maelfu ya watu kwa siku kadhaa. Wakati huo huo, maafisa wa Ukraine wanajaribu kuendeleza kasi ya mazungumzo ya amani yanayoongozwa na Marekani. Timu yake ya mazungumzo iliwasili Marekani siku ya Jumamosi, kwa mujibu wa Zelenski. Jukumu lake kuu ni kueleza jinsi mashambulizi ya Urusi yanahujumu diplomasia. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bon. Kampala, Chama pinzani, cha upinzani cha People's Front for Freedom nchini Uganda kinachoongozwa na Kizza Besigye kimesema leo kuwa afya ya kiongozi huyo aliyefungwa inadhofika baada ya kukimbizwa usiku kwenye kituo cha matibabu katika mji mkuu Kampala. Katika taarifa yake, chama hicho kimesema kuwa Besigye yuko katika hali mbaya kiafya. Aidha, kimetoa wito kwa maafisa wa Uganda kuhakikisha madaktari binafsi pamoja na familia yake wanaonana naye bila vikwazo vyovyote. Chama hicho kimeendelea kusema, ni jambo la kusikitisha kwamba mtu ambaye amejitolea maisha yake kwa afya na uhuru wa wengine ananyimwa haki ya kupata uto wa matibabu. Kwa upande wake, msemaji wa mfumo wa magereza nchini humo Frank Baine amekanusha taarifa hiyo ya afya BCJ na kusema kupelekwa kwake hospitalini kulikuwa kwa ajili ya uchunguzi wa jumla na kwamba leo asubuhi alikuwa akifanya mazoezi yake. Hatimaye Kartum. Kundi la wanamgambo wa RSF nchini Sudan limeelezea masikitiko yake kwa kile ilichokitaja kwa mapigano ambayo hayakukusudiwa kati yao na wanajeshi wa Chad kwenye eneo la mpakani. Chad imesema wanajeshi wake saba waliuawa katika tukio hilo. Taarifa iliyochapishwa na RSF kwenye mtandao wake rasmi wa Telegram imesema mapigano hayo yalitokana na makosa ambayo hayakudhamiriwa kutokea wakati operesheni hiyo ya kijeshi iliyovilenga vikosi vya jeshi la Sudan vilivyoingia kutoka eneo la Chad kuzusha mifarakano na kisha kukimbilia Chad. RSF imesema inaheshimu uhuru wa Chad na mipaka inayotambulika kimataifa na imejitolea kuendeleza uchunguzi na kuchukua hatua zinazohitajika kuwajibisha wale waliohusika. Awali, serikali ya Chad ililaumu RSF kwa ghasia hizo. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW dunia yetu leo jioni. Asante, Tatu, kwa kutusomea taarifa ya habari. Tunaingia sasa kwenye safu ya uchambuzi. Jioni hii tutarejea tena huko Davos, Uswisi, ambako tutaangalia yale yanayoendelea kujitokeza kwenye jukwaa la kimataifa la uchumi kanasi. Lakini wakati rais Donald Trump akisisitiza kuungwa mkono hoja yake ya kuunda baraza la amani kwa ajili ya Gaza, wachambuzi nao wana maoni yao Ukiangalia uh, vizuri zaidi mm. Nafikiri huyo bwana hana sera na hivi. Uh, sasa nafikiri anatapatapa. Ana uchumi wa nchi yake si mzuri sana, mara amekwenda Venezuela mm. Mara sasa anataka Greenland. Uh, hayo yote yanaonyesha kwamba yupo katika hali ya kutapatapa. Utasikia kwa kina na uko Huga Uganda, majibizano kati ya mkuu wa majeshi na kiongozi wa upinzani Bobi Wine yaibua mashaka kwamba mamlaka zinanuia nu kumkamata. kanasi na tunaanzia huko Davos Uswisi. Rais wa halmashauri kuu ya umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen leo ameuelezea mpango wa Rais Donald Trump wa Marekani kuziwekea ushuru nchi za Ulaya kwa kupinga mpango wake wa Greenland kama kosa hasa kati ya washirika wa, wa muda mrefu. Matamshi hayo ameyatoa wakati ambapo rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akitaka Ulaya isihofie kutumia sheria ya kikali ya kibiashara dhidi ya Marekani. Zaidi ni kutoka kwa ku Jacob Safari. Ursula von der Leyen alikuwa akizungumza leo huko Davos nchini Uswisi kulikofunguliwa rasmi jukwaa la kiuchumi la dunia ambapo wameutilia shaka uaminifu wa Trump akisema mwaka jana alikubali kutoziwekea ushuru zaidi nchi za Umoja wa Ulaya. Von der Leyen alikuwa analijibu tangazo la Trump kwamba kuanzia Februari bidhaa kutoka nchi nane za Umoja wa Ulaya zinazoiunga mkono Denmark katika azma yake ya kuzuia Marekani kutoichukua Greenland zitawekewa ushuru wa asilimia kumi.

misukosuko ya kikanda inastahili kuwa fursa kwa Ulaya. Kwa mtazamo wangu, mabadiliko tunayopitia leo ni fursa. Isitosha, inatoa haja ya kuunda mfumo mpya wa uhuru wa Ulaya. Ila ukweli pia ni kwamba tutaweza kuitumia kikamilifu fursa hii tutakapotambua kuwa mabadiliko haya ni ya kudumu. Kwa hiyo hoja yangu ni iwapo mabadiliko haya ni ya kudumu, basi Ulaya ni sharti ibadilike kikamilifu pia.

Trump amesisitiza kuwa Marekani ina kihitaji kisiwa cha Greenland kwa sababu za kiusalama dhidi ya uwezekano wa kitisho kutoka kwa China na Urusi. Wakati huo huo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema ulimwengu unapitia kipindi ambacho sheria za kimataifa zinapuuzwa na sheria zinazoonekana kuwa zenye umuhimu ni sheria za wenye nguvu tu. Akizungumza huko mjini Davos, Macron ameilani hatua ya Marekani kutaka kuidhoofisha Ulaya kupitia makubaliano ya kibiashara ambayo akiuka maslahi yake uuzaji bidhaa nje, na kulitaka bara hilo likubaliane kikamilifu na, kika na matakwa yake. Macron vilevile amewaambia waandishi wa habari kuwa hana mpango wa kuzungumza na Donald Trump katika jukwaa hilo la kiuchumi la dunia mjini Davos. Kwingineko, waziri mkuu wa Greenland amesisitiza uwepo wa heshima ya kimipaka wakati mzozo kuhusiana na kisiwa hicho unapozidi. Jens Frederik Nielsen amesema serikali yake inalitazama swala hilo kwa umuhimu mkubwa. Akidai wamefanya mazungumzo na jumuiya ya kujihamia NATO na washirika wake. Waziri Mkuu wa Denmark, Mette Frederiksen, naye ametahadharisha kuwa mabaya zaidi yapo njiani. Kwani kwa sasa wanatishiwa na rafiki wao wa karibu zaidi. Fredriksen ameyasema haya huko mjini Copenhagen alipokuwa analihutubia bunge. Serikali ya Denmark ilipata mwaliko wa kushiriki jukwaa la kiuchumi la dunia huko Davos, ila msemaji wa jukwaa hilo amesema wawakilishi wa, wa nchi hiyo hawana mpango wa kuhudhuria. Haya ni hayo ambayo yanaendelea huko Davos, Uswisi. Na rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kushinikiza uungwaji mkono pendekezo la kuanzisha kile kinachotajwa kuwa bodi ya amani kwa ajili ya kusimamia hatua za amani na ujenzi wa ukanda wa Gaza na baadaye kushughulikia migogoro mingine duniani. Hata hivyo mataifa yaliyoalikwa yanatathmini kwa tahadhari mwaliko huo. Bodi hii ni ipi hasa na Trump anayetarajiwa kuwa mwenyekiti wa maisha ana maslahi gani kwenye bodi hii? Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa na mwandishi wa habari mkongwe Abdul Mtulia aliyoko hapa Bonn, na kwanza ilimuuliza Trump ana mamlaka gani ya kisheria ya kuunda bodi hii? Kwa kweli mamlaka ya kisheria hana, kwa sababu sasa kinachoelekea ni kwamba anataka kuleta uh, suluhisho lakini kwa kupitia nje ya Umoja wa Mataifa, kwa sababu swala la Wapalestina lipo katika mikono ya ya mamlaka ya Umoja wa Mataifa. uh -huh. suluhisho lolote ambalo litapatikana katika sehemu hiyo ya Mashariki ya Kati lazima liwe katika msingi wa maazimio ya, ya, ya Umoja wa Mataifa na, na kwa jumla ni lile suluhisho la, la nchi mbili Pumuj wa mataifa je hii inamaanisha nini baraza hili linamaanisha nini ikiwa kama atafanikiwa lakini sidhani kama atafanikiwa itakuwa ma-maana mm. yake itakuwa ni kuutenga umoja wa mataifa ambao kirasmi ki, ki, ndio wenye mamlaka ya kuamua juu ya tatizo uh, la, la, la, la mashariki ya kati na pengine kitakuwa na tija kiasi gani? Kwa sababu wahusika wenyewe inaweza kusema kama watu wa gaza ni kama wamewekwa pembeni. Uh, sio watu wa gaza tu, mm. wote ambao wanastahili kushirikishwa au kushirikishwa, na yeye anafikiri katika uh, kujaribu kuunda uh, hiyo uh, sijui niite ni, ni baraza mm. uh, anachojaribu kufanya ni kutafuta nchi ama watu watakaokuwa na fedha za kutosha ili kusaidia katika mpango wake wa kuijenga upya Gaza, mm -hmm. kama alivyosema wote ambao wamekaribishwa humo itabidi watoe kiasi cha dola kama bilioni moja. mm -hmm. Kwa hiyo ni fedha ambazo analenga hasa, ana malengo ya kifedha zaidi kuliko malengo ya kisiasa waalikwa. Unaona, ni kama wanafanya tathmini kubwa ha, kabla ya kukubali mwaliko wake. Kwa mfano Ufaransa yenyewe inasema imepokea ndiyo mwaliko, lakini haina mpango wa kujiunga. Kwa nini unadhani wanajifikiria mara mbilimbili kabla ya kukubali mwaliko huu? Kwa, kwa kweli kila mtu anaweza kutambu kwamba hilo baraza ambalo ameliunda halitafika mbali. Ukweli ni kwamba haliwezi kufanikiwa kwa sababu kinachotakiwa katika Mashariki ya Kati ni kuutatua wa mgogoro katika msingi wa su-suluhisho la Umoja wa ya Mataifa, yaani suluhisho la, la nchi mbili iwe kuijenga upya Gaza, ama jambo lolote lazima, lazima lipitie kwenye Umoja wa Mataifa. Na kwa nini atumie vitisho? Labda tuangalie yeye mwenyewe jinsi alivyo hivi sasa. Nafikiri anasumbuliwa na na, na na mambo ambayo yamepita ya katika miaka ya nyuma. E, tuchukue mfano wa e, Rais Obama kile alichokifanya kuwakabili ma, ma, magaidi. mm -hmm. Nafikiri ni, ni, ni vitu hivyo ambavyo vinamwangaisha yeye sasa, anatafuta ku, kufanya kitu ambacho kitamletea jina hata baada ya kuondoka, lakini kwa kweli uki, ukiangalia uh, vizuri zaidi mm. Nafikiri huyo bwana hana sera na hivi. uh, Sasa nafikiri anatapatapa, ana uchumi wa nchi yake si mzuri sana. Marekani ina deni kubwa sana mm -hmm. zaidi ya dola trilioni thelathini se, mara amekwenda Venezuela mm. mara ma, sasa anataka Greenland uh, hayo yote yanaonyesha kwamba yupo katika hali ya kutapatapa, na huenda asip, asipate uungwaji mkono mkubwa kwa jinsi ambavyo unaona. Sidhani katika swala hilo kama ataungwa mkono kwa sababu hmm. naona amemkaribisha hata eh, mtu ambaye kwa nchi za Ulaya magharibi anamuona adui, yani Vladimir Putin mm -hmm. awemo katika baraza hilo. Silani kama atapiga ata hatua yoyote katika malengo ambayo ha, anataka kuyafikia kuhusu ukanda wa Gaza. Nam ni mchambuzi wa siasa za kimataifa na mwandishi wa habari mkongwe Abdul Mtuli alipozungumza nami kuhusiana na bodi ya amani ambayo inapigiwa upatu na rais wa Marekani Donald Trump. DW tunavuma kwa kishindo na kama ndio wajiunga nasi wa ni matangazo ya jioni, msikilizaji, tupo bado kwenye uchambuzi. Nusu ya idadi ya watu walioandikishwa kupiga kura nchini Uganda ndio walioshiriki kwenye uchaguzi uliofanyika wiki iliyopita. Suala hili limewakasirisha wananchi na viongozi wengi wa kisiasa, hasa wale walioshindwa katika uchaguzi huo. Wakati huo huo, majibizano kati ya mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba na kiongozi wa upinzani Robert Chagulanyi kwenye mtandao wa kijamii wa X yameibua yameibwa wasiwasi vyombo vya dola vinalenga kumkamata kiongozi huyo aliyeshika nafasi ya pili katika uchaguzi wa rais. Zaidi ni kutoka kwa Lubega Emmanuel. Kulingana na takwimu ya tume ya uchaguzi, daftari lao la walioandikishwa kupiga kura ni watu milioni ishirini na moja laki sita elfu themanini na moja mia nne tisini na moja ila waliojitokeza kupiga kura ni asilimia hamsini na mbili tu ya waliotarajiwa kushiriki katika zoezi hilo. Kulingana na watu mbalimbali mbali, kuna sababu nyingi ambazo ziliwasababisha zaidi ya watu milioni kumi kutoshiriki. Miongoni mwa hizo ni vitisho na hofu vilivyovaa watu wakati jeshi lilipoonekana kusimamia moja kwa moja uchaguzi huo sambamba na matamshi ya baadhi ya viongozi pande zote mbili. Haa, ni baadhi ya maoni ya wadadisi wa mbete wa moto na akola amazima. Kuna kura zinazopigwa ambazo unazifuatilia uelewe kwamba hapa tumepiga hivi na huyu ndio mshindi. Hapa kuna vifaa vya jeshi au vya kivita vilivyotolewa ambavyo vilikuwa watu wa kawaida walikuwa hawana mazoea navyo, ikawa imewatishia amani. Vijana wengine walikuwa wametishia kwamba siku hiyo wangefanya vurugu. Kulingana na uangalizi wa uchaguzi huo, pamoja na wadadisi wa masuala ya kisiasa, tume ya uchaguzi haikutoa elimu ya kutosha ya kiraia kwa wapiga kura kufahamu umuhimu wa wao kushiriki. Rais Yoweri Museveni ambaye alishinda kwa asilimia sabini na moja ya kura zilizohesabiwa pia amegusia suala hilo kwenye hotuba yake ya kusherehekea ushindi, akielezea kuwa kama wafuasi wake wote wangeshiriki zoezi hilo, upinzani haungepata matokeo waliyopata. Wachambuzi Akola Mazima na Wambeta wa Moto wanaongezea hivi. Ha, wengine walikata tamaa baada ya kujua kwamba labda yule ambaye alikuwa anamshabikia huenda akawa ufuasi wake umedidimia, au hana nafasi ya kushinda uchaguzi. Watu milioni kumi hawakupiga kura, na wengi wao wanafikiri wanamaliza wakati wao bure. Wanajua mgombea rais Yoweri Museveni akiwemo kwenye uchaguzi, hakuna haja ya kupiga kura, kwani wanakubali na mioyo yao kwamba yeye mpaka wakati wote atakuwa mshindi. Kwingineko, mkuu wa majeshi Jenerali Muhozi Kainerugaba ambaye pia ni mtoto wa Rais Museveni amemwagiza Robert Chagulanyi maarufu kama Bobi Wine kujisalimisha kwa polisi katika muda wa sa saa 48 la sivyo watakapomkamata wenyewe atajuta. Bobi Wine amemjibu akisema kuwa atajitokeza wakati atakaochagua mwenyewe na hababaishwi na vitisho vya jenerali huyo. Katika habari nyingine, kiongozi wa upinzani aliyeko gerezani Dkt. Kizza Besigye amekimbizwa hospitalini usiku wa kuamkia leo akiwa maututi. Hii ni kwa mujibu wa viongozi wa chama chake cha PFF. Hata hivyo, mamlaka ya magereza imekanusha madai hayo ikisema kuwa Besigye alikwenda kufanyiwa tu ukaguzi wa kawaida. Kiongozi huyo anakabiliwa na kesi ya uhaini. DW Kampala. Na mazungumzo kati ya rais wa Siria Ahmed al-Shara na kiongozi wa wanamgambo wa Kikurdi nchini humo Mazlum Abdi yamesambaratika. Wakati huo huo, jeshi la Siria limepeleka vikosi vya ziada katika maeneo tete kaskazini mwa nchi hiyo. Wakiombogwa na taarifa zaidi. Rais Al-Sharaa na Abdi anayeongoza vikosi vya SDF vinavyoongozwa na Wakurdi walikuwa wakikutana kujadili makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyohusisha kuingiza utawala wa Kurdi katika mfumo wa serikali ya kitaifa. Abdel Karim Omar, afisa wa wanamgambo wa Kikurdi, ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kuwa mazungumzo hayo yamesambaratika kabisa, akiilaumu serikali ya Siria kwa kuvunjika kwa mazungumzo hayo. Anasema dai lao pekee ni kujisalimisha bila masharti, na wanasisitiza kwamba msimamo thabiti na wa uamuzi kutoka kwa jumuiya ya kimataifa unahitajika haraka. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka kwa afisi ya rais wa Siria Sharaa jana Jumatatu alijadili suala la Wakurdi na rais wa Marekani Donald Trump kupitia mazungumzo ya simu ambapo walisisitiza haja ya kuhakikisha haki na ulinzi wa watu wa kikurdi ndani ya mfumo wa dola ya Siria. Pia walithibitisha umuhimu wa kulinda umoja na uhuru wa ardhi ya Siria na kujadili ushirikiano katika kupambana na kundi la kigaidi linalojiita dola la Kiislamu, islamic state. Aidha, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan jana Jumatatu alitoa wito wa, wa utekelezaji wa haraka na kamili wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa kati ya serikali ya Siria na vikosi vya SDF vinavyoongozwa na Wakurdi. Katika hotuba yake ya televisheni, kiongozi huyo wa Uturuki pia alionya dhidi ya jaribio lolote la vikosi vya Wakurdi kuchelewesha au kukwamisha utekelezaji wa baliano hayo ambayo yanajumuisha kuvunjwa kwa SDF na kuwaingiza wapiganaji wake katika jeshi na vikosi vya usalama vya Siria. biz suriye başta olmak üzere. Hatutaki tena kuona vita, migogoro au mvutano katika kona yoyote ya eneo letu, hasa nchini Siria. Hatutaki tena rasilimali zetu zilizo chini na juu ya ardhi kuelekezwa kwenye mifuko ya mabepari wa vita. Licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya pande hizo mbili, mapigano makali yalizuka leo kati ya polisi wa Uturuki na waandamanaji wanaounga mkono wa Kurdi mpakani mwa Siria ambako Damascus imeanzisha mashambulizi dhidi ya vikosi vya SDF. Kwa mujibu wa mwandishi wa AFP, waandamanaji walikuwa wakiwarushia polisi mawe na polisi wakatumia gesi ya kutoa machozi na maji ya kuwatawanya na kufanikiwa kuwazuia kuvuka mpaka. Wizara ya mambo ya ndani ya Syria ilisema leo kuwa takriban wafungwa 120 mia moja ishirini wa kundi la Islamic State wamefanikiwa kutoroka kutoka gereza moja kaskazini mashariki mwa Syria huku mvutano ukiendelea kuwa mkubwa katika eneo hilo. Na tunamalizia uchambuzi jioni hii na ripoti hii inayosema wa Iran wameendelea kushuhudia kuzimwa kwa mtandao wa internet kwa takriban wiki mbili, hali ambayo sio tu inawazuia kupata taarifa kutoka nje, lakini pia inawasababishia adha kubwa kibiashara, hasa kwa wanaotegemea kuendesha shughuli zao kupitia mtandao. Juu ya hilo, Iran imeendelea kukosolewa kwa kutumia nguvu kubwa dhidi ya waandamanaji. Saumu wa Simba na ripoti kamili takriban wiki mbili za kuzimwa kwa mtandao wa internet ndio kipindi kirefu zaidi Iran imewahi kushuhudia mawasiliano hayo yakizimwa katika historia yake. Tangu yalipozuka maandamano makubwa ya, ya wananchi Januari nane ya kupinga hali ngumu ya kiuchumi na kuzimwa kwa nguvu kubwa na vikosi vya usalama, wananchi wamekuwa wakiishi katika kiza fulani cha mawasiliano ya mtandao. Hadi sasa ni tovuti kadhaa za ndani ndizo zinazoweza kufunguka huku mtandao wa internet ukipatikana kwa shida sana kupata taarifa za ulimwengu wa nje hata hivyo lakini, waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Abbas Araghchi amelikosoa jukwaa la kiuchumi la dunia lililofunguliwa hivi leo huko Davos kwa kufuta mwaliko wake wa kuzungumza mbele ya mkutano huo wa kimataifa, akilalamika hatua hiyo imechukuliwa kwa misingi ya kusikiliza taarifa za uongo na shinikizo la kisiasa kutoka Israel na Marekani. Waandaaji wa jukwaa hilo wamesema uamuzi huo umechukuliwa kutokana na vifo vilivyoshuhudiwa nchini Iran kufuatia kuzimwa maandamano ya hivi karibuni ndani ya nchi hiyo. Arakchi ameita hatua hiyo ni undumila kuwili unaofanywa waziwazi, kwa wazi kuialika Israel baada ya kuendesha vita vikubwa katika ukanda wa Gaza. Maandamano ya Iran yaliyosababishwa na hali ngumu ya kiuchumi mwishoni mwa mwezi Disemba yamegeuka kwa changamoto kubwa kwa utawala wa Tehran unaoendelea kukosolewa, huku ripoti zikionyesha zaidi ya watu elfu nne wanahofiwa kuuawa. Waziri wa mambo ya nje wa Israel Gide Saar amehutulia mwito Umoja wa Ulaya kuliorodhesha jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran kama kundi la kigaidi. Nyuma ya hatua ya kuzimwa mtandao wa, mtanda wa interneti, ukandamizaji unaendelea nchini Iran. Utawala wa ayatola unawaua kikatili watu wake wenyewe wakati wakipambania uhuru wao. Jeshi la kimapinduzi limetanua ugaidi na ukosefu wa uthabiti katika eneo zima la Mashariki ya Kati na nje ya eneo hilo kwa miongo kadhaa. Ripoti za hivi karibuni zinasema tume ya masuala ya usalama wa taifa bungeni ya Iran imetangaza kwamba ikiwa kutafanyika shambulio lolote dhidi ya kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatullah Ali Khamenei, fatwa ya jihad au vita vitakatifu itatangazwa. Mvutano kati ya Iran na Marekani umeongezeka kufuatia maandamano kote nchini Iran. Urusi ambayo ni mwitifaki wa Iran imesema haioni sababu ya kuacha kufanya biashara na jamhuri hiyo ya Kiislamu, huku waziri wake wa mambo ya nje Sergei Lavrov akisisitiza nchi hiyo itaendelea kufanya hivyo pale inapohisi ni sahihi, licha ya Marekani kutishia vikwazo. Wakati hali jumla ndani ya Iran ikiwa bado ni ya hofu, baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa limepanga kikao maalum cha dharura siku ya Ijumaa kuhusu hali ya kuzorota kwa haki za binadamu inayoripotiwa katika jamhuri hiyo ya Kiislamu. Angela bado kuna masiasa huko mitandaoni so, <laughs> mambo machosho ni mengi sana <laughs> <laughs> lakini mambo ambayo si yale eh, si ya mapigano mapigano uh -huh, uh -huh, na nini sasa, mmoja yanayovuma wakati huu ni ujumbe binafsi wa mm. WhatsApp kutoka kwa rais wa Ufaransa, Emmanuel Macron, pamoja na ule wa katibu mkuu wa jumuiya ya kujihamia Neto, Mark Rutte mm. mm. kwenda kwa rais wa Marekani Donald Trump mm. mm -hmm. Ujumbe umefanya <laughs> ujumbe wa kwanza kutoka kwa Macron aliyovujisha Trump mwenyewe <laughs> Kwa hiyo kaandikiwa ujumbe alafu akauvujisha kaupachika ka pale kwenye ukurasa wake wa Truth, Truth, so, so. Shu, uh -huh. Trump bwana Trump uh -huh. Eh, na hoji mbinu zake ye Macron uh, alikuwa na hoji mbinu za Trump za kutaka kuiweka Greenland uh -huh. chini ya Marekani. Sasa ujumbe unasomeka tunakubaliana kabisa kuhusu Siria, tunaweza kufanya mambo makubwa kuhusu Iran, sielewi unachokifanya kuhusiana na Greenland. Hebu tujaribu kufanya mambo makubwa. Mosi, naweza kuandaa mkutano wa G7 baada ya mjini Paris Alhamisi mchana, naweza kualika wa Ukraine, wa to Denmark, wa Rusi na wa Syria. Pili, tunaweza kula chakula cha mchana pamoja Paris Alhamisi kabla hujarudi Marekani. Akamalizia kwa kuandika jina lake Emmanuel, Emmanuel. Hebu kwanza tubaki kwa huyu, nimesikia kwenye ripoti amesema kwamba hana mpango wa kuzungumza na Trump. Hebu twende kwanza. Sasa kwa nyuma, no ya pazia ndo kama hivyo. Haya, tuendelee <laughs> kwa upande wa ujumbe wa katibu mkuu wa NATO Mark Rutte unasome Mpendwa Donald, ulichofanikisha kuhusu Siria ni kitu kikubwa sana. Nitatumia ushiriki wangu katika vyombo vya habari Davos kuonyesha kazi uliofanya huko Gaza pamoja na Ukraine. Nimedhamiria kupata mwafaka juu ya Greenland na kusubiri kwa hamu. Wako Mark. Mnajua watu wana migongano mikubwa, kumbe wenzenu uko nyuma ya pazia, hatujui kinachoendelea kinachoendelea. mm -hmm. Ehe, maoni ya mtu mmoja wawili. Fin ameandika inabidi, inabidi na wakuu wengine wa nchi nao waanike ujumbe wanaotumiwa na Trump. yeah, man, yeah. Alafu Marian Gilbert akaandika uh, Trump amefanya kazi gani Siria na Gaza? ndio niko najiuliza hapa Eh, au ndo hiyo bodi ambayo inapigiwa upato hizo hizo yeah, anazosema kafanya yeye? Ndo anavyoelewa hivyo bwana Trump. Kama unanipa nafasi nyingine kidogo tu ya sekunde uh, basi tu niwaambie wasikilizaji wetu na wafuatiliaji wetu wa mitandao ya kijamii watembe tembe kule Instagram, Facebook, TikTok, watafute DW Kiswahili bila kusahau chaneli yetu ya YouTube. Haya, mm -hmm. Umesema Instagram, basi na mimi naanza hapo hapo Instagram. Kayuni Rashid ametuandikia huko kutokea Dodoma, ma anasema, binafsi naona itakuwa vigumu kurejesha amani huko Gaza. na kulaya Barnabas wa Moshi, Tanzania anasema kuundwa bodi ya amani Gaza kuambatani na ujenzi mpya, na ansu fati, e, fa, fati anasema Ulaya wajifunze kujitegemea wenyewe, sio kunyenyekea kwa taifa fulani, siku akisitisha una haha kama sasa. Hassan Lacha wa Moshi Tanzania anasema kila laheri wajumbe wote wanaohudhuria mkutano huko Davos. Na kupitia chaneli yetu ya YouTube kuna huyu msikilizaji ameandika, nimeitegea sikio doche vele nikiwa Bukoba Tanzania. Anaitwa Almachus Richard Mutegeki Elias, ameandika bodi hiyo ya kutafuta amani huko Gaza ni kwa maslahi ya Marekani. Mm -hmm. Mirambo Daudi Wambea anasema kila laheri kiongozi wa Umoja wa Ulaya kwenye mkutano wa kiuchumi huko Davos. Facebook hapa naangalia, Jeremia ametuandikia e, kutokea Mwanza e, anasema Ulaya ikae chini na Marekani ili kuzuia migogoro mikubwa. Jonas Jones Leopard anauliza huko Uganda kulikuwa ni mbona mtoto wa Museveni anawatisha wapinzani? Franco Kisanga wa Isebania Kenya ameandika, pamoja na ushawishi wake Trump wa kuyavutia mataifa kujiunga bodi yake ya amani kwa Gaza, lazima mataifa hayo yawe makini, maana Trump Haeleweki eh, haeleweki. Haya, tunaishia hapo kwa jioni hii. Ninakushukuru sana mtazamaji wetu na msikilizaji kwa kujiunga nasi. Hadi kesho saa kumi na mbili kamili za asubuhi. Naitwa Liliani Mtono, mwenzangu alikuwa ni Angela Mdungu. Jioni njema. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite badry 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5, hadi tutakapokutana tena.